Asubuhi ya tarehe 15 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, dakika chache kabla ya kutangaza tanzia ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, Rais William Ruto alikuwa na shughuli nyeti katika ikulu ya Nairobi ya kutia saini miswada nane, ikiwemo sheria ya kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii ya mwaka wa 2024. Sheria hiyo ikilenga kuweka udhibiti mkali dhidi ya wanaotumia mitandao hiyo kuchochea jamii, kueneza mafundisho potovu ya kidini na kusambaza sehemu za kuchochea ugaidi. Combating unlawful activities, inappropriate sexual content of minors, terrorism or religious extremism and cultism among other forms of cyber crimes. Sheria hiyo pia ikiipa mahakama nguvu ya kuzima na kuondoa programu ya simu ama kompyuta zitakazopatikana kuhusika na uchochezi. Kamati ya kitaifa ya kompyuta na uratibu wa mitandao ikipewa mamlaka ya kufuta mitandao hiyo. Atakayepatikana akivunja sheria hiyo sasa atapigwa faini ya shilingi milioni ishirini ama kufungwa jela kwa muda usiozidi miaka kumi. Sheria hii sasa ikiibua maswali kuhusu uwezekano wa serikali kukandamiza haki za demokrasia na uhuru wa kuzungumza haswa baada ya maandamano ya Gen Z. Januari mwaka huu, Rais William Ruto alilalamikia utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii. Rais pia alitia saini sheria zingine saba ikiwemo ya ubinafsishaji wa shirika za serikali ikifungua uuzaji wa shirika kumi na moja ambayo imekuwa ikipata hasara. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Joy Mwanzo.